Ni vilio na majonzi vikiwa vimetawala katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma, lilipofanyika tukio la kuaga mwili wa marehemu Flavian Musiba na baadaye kusafirishwa kuelekea jijini Mwanza kwa ajili ya mazishi. Na hapa baba ya marehemu bwana Leonardi Chamuriho pamoja na kaka wa marehemu Juma Jeza wanaeleza ajali aliyopata. Ni kwamba walizozana kidogo na mwenzake wakasukumana, basi akapata jeraha ambalo lilisababisha umauti wake. Aliniambia ni mwache daktari aondoke ili aongee na mimi. Nikataka niondoke na daktari akanielezee ni nini kinachoendelea vizuri kitaalamu, alichoki observe, lakini dogo akani, marehemu akanikataza akaniambia, mwache kwanza daktari aondoke. So alivyoondoka, akaniambia Baba, to be honest, mimi nimesema vile ili huyu mwenzangu asifukuzwe chuo, lakini mimi sijadondoka. Mimi nimepigwa na aliyenipiga ni fulani ko alimtaja na akanitajia shahidi kwamba wakati napigwa fulani alikuwepo, aliona. Alinitajia aliyempiga na shahidi mwingine alikuwepo kwa upande wake. Mwakilishi wa Chuo Kikuu cha Dodoma ambaye pia ni mkuu wa idara ya jiolojia Profesa Atanas Macheyeki anatoa msimamo wa chuo hicho juu ya tukio hilo. Kwenye jamii na kwenye mijumuiko ya aina yote, lolote linaweza kutokea. Inachoweza tu kusema ni kwamba eh, sisi kama chuo tumeumizwa tumesikitika. Tunachoweza kujifunza labda ni kwamba matukio kama haya yanapotokea, e, tunatakiwa kutoa ushirikiano kwa wahusika, kwa maana ya jamii, vyombo vya, vya serikali vinavyohusika. Vya vya msiba mwenzetu kwa kweli tumeupokea kwa manunguniko makubwa, ukizingatia ni mtu wa karibu na sisi na ametuacha sisi kama wanafunzi tumeipokea kwa uzuni kubwa. Aidha, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Dodoma, kamishna msaidizi mwandamizi wa jeshi la polisi George Katabazi anathibitisha kutokea kwa tukio hilo. Ni kweli tukio limetokea tarehe saba mwezi wa tano ja kama ya saa nane hivyosiku katika maeneo ya chuo cha judo. Hii ni baada ya kupigwa na kitu butu kitu kichwani ambaye na mtu ambaye anaitwa Jackson Alex, huyu ni mwanachuo wa chuo cha UDOM. Chanzo kikubwa ilikuwa ni ugomvi baina yake, ambapo huyu mtuhumiwa ambaye tulishamkamata, alimvamia na na kumshambulia kwa kitu butu kichwani na kupelekea kufariki akiendelea na matibabu.